Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu so Yesu Kristo. Karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia. Ni matumaini yangu kwamba u um, mzima wa afya. Leo tuliokuandalia ni pamoja na pamoja na hati za liturujia ya nne, yani, ambayo inasema Redemptionis Sacrament Ninakuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde, lakini pamoja nami ninaye Padri Daktari Clement Kio, katibu mtendaji wa idara ya Liturujia Tanzania TEC, kutoka hapo ni kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Niko pamoja naye, karibu uwe pamoja nami tangu mwanzo hadi tamati, tufuatilie vizuri, ujifunze ya nyumbani Baba, tumsifiwe Yesu Kristo. Milele amina. Habari za TC tena? TC hatujambo. Habari za kwako? Kweli wewe sisi tumewamisi watu, baba na maaskofu jamani. Eh, tumejitokeza tena. Ndiyo, ndiyo. Baba, ndiyo, nikukaribishe ndiyo. Ndiyo. Ufungue kipindi chetu kwa sala, asante sana, ili tuweze kuendelea. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienenyo za waamini wako mako watie mapendo yako, pereka roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha mioyo za waamini ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongoze na yule Roho tupende aliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amin Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwanza kuna wimbo mmoja naupenda sana. wimbo gani huo? Tumsifu Maria, enyi wanae, tutole salam, tumshangilie. Mimi ave, ave. Sio mtalamu sana wa kuimba bali najua tu kuchambua nyimbo zikishaandikwa kwamba teolojia yake ni siko sahihi saa, au sio? Sio sahihi, lakini utaalamu wa nota, mimi sio mtaalamu sana. Karibu baba, aweze kuanza na utambulisho. Asante sana. Basi leo tunaendelea na sehemu ya hati za liturujia na tunaingia katika hati yetu ya nne ambayo inaitwa Redemptionis sakramenti, maana yake sakramenti ya ukombozi Ukitafsiri hiyo Redemptionis Sakramenti, Redemptionis ndio ukombozi, redempta au eh, redemptore, okay. Uh, maanake mkombozi. Kwa hiyo ni sakramenti ya ukombozi. mm -hmm. Hii inaongelea juu ya kuzingatia au kuepuka mambo ya kuzingatia au mambo ya kuepuka kuhusu Ekaristi Takatifu mm -hmm. na maadhimisho yake. Kwa hiyo basi hii hati iliyopewa jina la Redemptionis Sakramenti ni hati iliyotolewa na shirika la maadhimisho matakatifu na nidhamu ya sakramenti tarehe 21 mwezi Machi mwaka elfu mbili na nne. Ilikuwa linaitwa shirika, lakini siku hizi linaitwa dicasterio baada ya kuingia Baba okay. Mtakatifu eh, Francisco alibadilisha, badala ya kuitwa mashirika yanaitwa dicasterio. Kwa hiyo ilikuwa ni shirika la eh, maadhimisho matakatifu pamoja na nidhamu. Na hati hii eh, inagusia juu ya fumbo la ekaristi na inasema, fumbo la ekaristi ni kubwa mno. Eh, unaelewa maana ya mno? Ndiyo. Ni kubwa mno kwa mtu yeyote kujiruhusu kulitendea kulingana na matakwa yake binafsi kiasi kwamba utaratibu wake kiulimwengu ufifishwe. Kwa hiyo ili fumbo la e, kanisa ambalo ni kubwa mno, kanisa haliwezi kumruhusu kila mtu kulitendea kwa kadri anavyoona yeye mwenyewe, kwamba anaona nifanye hivi basi ya. kiasi kwamba ile hadhi yake ya kijumla kiulimwengu ianze kufifia. Ndio na swali ni kuulize kwa karibu sana, hii Redemptionis Sakramenti, ambapo ni sakramenti ya ukombozi, ndio ndio kati ya yale masakramenti saba mm hii -hmm, ni yiko, ni yiko sehemu gani? Ni swali zuri sana tutatambue, kwamba hii barua inaitwa Redemptionis Sakramenti, inaongezea juu, inaongelea juu ya sakramenti ya ukombozi, na sakramenti yenyewe inaongelewa ni ya Ekaristi, okay. Kwa hiyo katika zile sakramenti saba tunaongelea sakramenti ya Ekaristi, maadhimisho mm -hmm. yake ndani ya misa takatifu, eh, jinsi ya kutunza Eh, baada ya mageuzo kutunza yote hayo, kukomunika nini, inagusa mambo hayo yote. Kwa hiyo ni sakramenti ya ukombozi kwa sababu inabeba mambo yote. Kwa hiyo, baba, ina maana kwamba hawa dikasterio ambayo ni shirika la maadhimisho matakatifu na nidhamu? Ndio, ndio. Kwa hiyo kumbe ili shirika linahusika hata pia kutunza, mm -hmm. kutunza kuangalia kwamba je, tunaenda sawa? Ndio okay. ndio kazi yake haswa kutunza hayo, ndiyo. matakatifu kuweka na nidhamu ya kutunza hmm, nidhamu ya kutunza sakramenti, kwa sio nidhamu tu, labda kwamba mtu usimsalimie ah mtu, nidhamu ya kutunza hii sakramenti ya ukombozi, maana yake maadhimisho matakatifu haya, ni baba, hapo hapo hapo ndio hawa, ndio wanahusika na kutunza maadhimisho matakatifu, ndio ile shirika. Hao watu watakuwa wako Roma tu, hata hata hapa Tanzania labda tu, eh tunapoongelea mambo ya mashirika ndio, mashirika ya kipapa yako, mashirika mengi ya kipapa kuna shirika la utoto mtakatifu mm -hmm. shirika la nini ya misionari nini, kuna hizo dikasteri, baadaye zilibadilishwa kuitwa dikasteri zinazoangalia maaskofu na na nini, kule ni makao makuu Roma mm -hmm. lakini inatenda kazi duniani pote mm -hmm. kwa hiyo eh, eh, kule kazi yao ni kutoa zile taratibu, lakini inaagiza kwamba askofu afanye nini, padre afanye nini, padre afanye nini, huyu afanye hiki kwa hiyo katika hai, hati hii tutayaona hayo yote Sampi. Ndiyo ndio. Sasa tukiendelea sasa hapo, katika hili fumbo takatifu la Ekarisi, ni kubwa mno kiasi kwamba kanisa haliwezi kujiruhusu kwamba kila mtu anaamua afanye anavyotaka. mm -hmm. Wewe padre unaamua unafanya vya kwako mm -hmm. Unamaliza misa unasema kwa sababu nampenda mtakatifu wa rita wakashia, unaingiza mambo yako ya rita wakashia mm -hmm. Au nina nini? Hapana, kuna utaratibu mm -hmm. Kwa hiyo hata kama padre ana ana maamuzi yake, lazima aheshimu yale yote ambayo yanapaswa, na vitendo vyovyote vile ambavyo vina vitaleta kufuru ya Ekaristi hiyo takatifu lazima vidhibitiwe, na kwa utaratibu huu wa hili shirika. Kwa hiyo hati hii ya Redemptionis Sacramenti inagusa masuala mbalimbali yahusuyo matumizi mabaya au ukiukwaji wa kanuni zilizowekwa mintarafu Ekaristi. Fumbo la Ekaristi. Mm-hmm. Sasa nini madhumuni ya hati hii? Madhumuni ya hati hii ni kuhakikisha kwamba na kutathimini zaidi kanuni za kilitujia za kanisa zima. Sio kanisa tu labda Tanzania tu au wapi tu, kanisa zima na kuhakikisha kwamba ma maaskofu, mapadri, mashemasi na waamini walei wanawezeshwa kutekeleza utaratibu huo na kutekeleza wajibu wao, kila mmoja na nafasi yake. Samani baba, hapo ni na swali pia. Ndiyo, ndiyo, hawa kina dikasterio wanaotunza dikasteri ya, yeah, uh, yeah, mambo haya ndio, mm -hmm. sasa hivi. Ndiyo. Tume, ni kama tujagawanyika lakini kuna wengine wanakomunika mkononi. uhum. Kuna wengine wanakomunika mdomoni. Ndio, ndio. Na wale wanao tunapokomunisha si ndio baba? Ndio, ndio. Kuna wale watumishi wanakuja wanaweka hivi wale watoto nao hawako makini, unapokomunika na, mtu vile. Uhum. Vipatiko vimedondokea kwenye kile mtoto wale mara kimegeuka geuka hivi. Kwa nini tusirudie ile ya kuweka kitambaa moja na shika huku moja na shika huku? Alafu hiyo ni kama desturi ya zamani uhum ni yote ni mawazo mazuri mm -hmm. ndiyo maana kanisa baada ya kutafakari na kuona kwamba kuna ku, ku, ukiukwaji huo mm -hmm. na kutozingatia ndio maana inaleta kanuni zote hizi hapa mm -hmm. ambayo yote haya unayoongelea yamo humu ndani yameshaongelewa okay. ndiyo ndio baba tuendelee tunaona kwamba kuna uhusiano wa wazi kati ya liturujia ya kanisa na imani yake liturujia ya kanisa na imani kwamba, kile unachoadhimisha ndicho unachokiamini mm -hmm. Kwa hiyo kuna uhusiano. Usipoadhimisha vizuri, hata imani yako ita, itakuwa ime itaguswa, kwa sababu watu watakuuliza kwamba hiki unachoadhimisha mbona sicho, kwa hiyo we unaamini nini? Kwa hiyo kuna uhusiano ya imani tunasema, mm -hmm. lex orandi na lex credendi mm -hmm. lex orandi maana yake sheria ya, ya, ya, ya, ya kusali ya kuadhimisha Halafu kuna lex credendi, sheria ya imani kile unachoamini unapo, kama unaadhimisha vizuri, maanake imani yako itakuwa ni sahihi. mm, mm, mm. Lakini kama unaadhimisha vibaya, maana yake utaathiri imani yako na mafundisho ya imani. Ndiyo maana lazima kuangalia hiyo. Vilevile waamini wa kanisa wanayo haki ya kutarajia kwamba liturujia yao inaadhimishwa kwa kadiri ya taratibu zilizopo kwa hiyo tusije tukafikiri kwamba waamini walei hawajui. Wewe padri unapoadhimisha, hafu unakiuka unawekaweka mambo yako, wanajua, wanasema, hapa leo padri amekosea. Kwa hiyo wanatarajia kwamba liturujia iadhimishwe kwa kanuni zilizopo, waamini walei wanafahamu. Ndio maana vipindi vyetu hivi walei wetu wanavifuatilia na wanazingatia, wakifika kanisani, mbona padri hakuadhimisha kwa kadiri tulivyofundishwa? kwa hiyo Wanatarajia. Lakini Father, huwa inaweza katokea Father, ukasahau, ukasahau labda kwenye misa, ukasahau mm -hmm. kusali na sadiki kama ni siku yake inatokea? Inaweza ikatokea lakini, kama ndio tabia yako, waamini wanajua kwamba pale pale amesahau. Lakini kama wewe kila dominiko unasema hakuna sababu ya, ya, ya kuweka na sadiki, hilo ni kosa <laughs> la kwa makusudi ambalo ndio linakemewa katika hili katika... Kwa hiyo kanuni zote za hati hii zinahusika na utume wa kanisa ambao unapaswa kuwa macho juu ya jambo hilo muhimu la kuzingatia taratibu za liturujia mm -hmm. Linasitizwa hivyo. Sasa kuna kitu kinaitwa graviora delicta, maanake ukiukwaji mkubwa, ndilo swali ambalo umeuliza sasa hivi mm -hmm. Kwa mfano, padre anaamua haweki na sadiki kwa makusudi, inaitwa graviora delicta, maanake mm -hmm. ni ukiukwaji mkubwa kwa sababu ume, ume fanya hivyo kwa makusudi. Kwa hiyo hii ni kosa kubwa ambalo linapaswa kuadhibiwa. Kwa hiyo padri, kama wewe kila Dominika unajua kama kuna nasadiki afu unaiacha mm -hmm. Lazima eh, hatua zichukuliwe kwako wewe padri. Kwa hiyo inaitwa graviola delicta. Muumini, je, unaifahamu graviola delicta? Ushai kumwona padri anafanya graviola delicta, delicta? Mm -hmm. Momini, au <laughs> wewe muumini unaifanya hiyo graziola delicta eh, kosa kubwa eh, ukiukwaji mkubwa. Kwa hiyo tuone baadhi ya vitu ambavyo vinatajwa katika hiyo graziola delicta. delicta kwanza kwan... Mwaza, Baba nikukatize. Ndio, ndio umesema. Je, wewe muumini unaweza ukafanya nini hiyo graziola delicta? Anaweza akafanya padri lakini ka... vile nani muumini okay. na baadhi ya hayo mambo ambayo yanatajwa hapo katika hilo kosa kubwa graviora delicta ni afuatayo. Kwanza, kuondoka na, na ile sakramenti, yani pale unapewa wewe mkononi unaficha unaondoka nayo, hiyo inaitwa graviora delicta, ni kosa kubwa. Badala ya kukomunika pale pale, wewe unamua kuondoka nayo au kuihifadhi kwa namna yoyote ile kwa ajili ya kuifanyia kufuru, kufuru shai, kuzisikia za, za, za, za sakramenti. Mtu anaondoka nayo aende akafanyia uchawi, aende changanye na maji yake kule kisimani, mm -hmm. Aende akachanganye kuja, kuja, chake, chake kule nyumbani ili eh, Kwanini? Aende akaifiche pale pale kwenye duka lake ili wateja waje, lakini fadha hiyo hawezi kutokea ya ameshatokea, ndio maana yamesha ongea, ndio maana yamewekewa sheria. mm -hmm. Watu wamekuwa mm -hmm. wakitoroka, ndio maana sasa hivi pale kanisa tumeweka msimamizi upande huu na upande huu pale. Anakumlisha mwili wa Kristo, hakikisha kwamba kweli umekula na waamini wenzako wanakuona, kwa, kwa sababu unafika pale unatema kisirisiri, unaenda nayo kwa ajili ya mambo ya kishirikina. Ndio, ndo tunazita nini kufuru. Kwa hiyo ni graviola delicta. Mkristo ukifanya hivyo, hilo ni kosa kubwa hmm. Kuificha au kuondoka nayo kwa ajili ya kwenda kufanya hizo kufuru. Tuwaambie kwanza, watazamaji, mtazamaji, umeona kwamba kanisa Katoliki limejaa, limesheheni kila aina ya neema ya kukufanya wewe uweze kufika mbinguni. Hili swala tunafundisha baba, kuhusu heshima kwa ekaristi takatifu. Wengi wetu tumejisahau, mtu anapokea ekaristi takatifu anaficha, anasema nampelekea mgonjwa nyumbani. Hauruhusiwi wewe kupeleka ekaristi kwa mgonjwa. Wanaoruhusiwa mm, ni mababa, ni mapadri peke yao mm. Na tufuate tuzingatie ipasavyo pia tutapata baraka au wengine eh, anaiba anampelekea ana, ana ndugu yake ambaye sio mkristo eh. Hey, anasema ah, bwana, mi jinsi Mungu anavyonibariki ninavyokula ekaristi hivi, ninabarikiwa na nini na wewe ndugu yangu, ngoja nikakuibie nikuletee mm. hii tumbo linalo kuuma nina nina nini lipona. Baadaye walipoona hawezi kuiba, ndio sasa tunasikia watu wanapewa udongo wanakula, sio wa wa hey, na pia nini kwa makaburini huko wanakula na nini, kwa sababu ameshindwa ku, kuiba sakramenti yenye nguvu. Okay, tusiibe sakramenti kabisa, vile vile Jaribio la kuhamisha eh, kuadhimisha tendo la kiliturujia la sadaka ya ekaristi kwa kuigiza, yani wewe sio padre mm -hmm. Halafu unajifanya padre, unaingia pale, bwana awe nani, una mwanzo mwisho, una, unaigiza nyumbani, unaigiza, nyumbani, eh? Unaigiza kuadhimisha hilo, hiyo ni graviola delicta hai sio tendo la kuigiza la ekaristi. Tuwaambia, oh, watazamaji, wapo kuna wengine wana watoto wao. mm -hmm. wanaigiza na mshonea mtoto ma ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma kanzu haya kasulu. mm -hmm. Alafu mtoto nyumbani kimeza kama haya anasema mm bwana -hmm. we nani? mm -hmm. fadha moja aliniambia sista nilimtumia mm hiyo -hmm. picha yeah. akasema sista hiyo ni kufuru mm -hmm. sikuwa mimi nimebisha nime, nime lakini mm -hmm. pia wapo, nataka kusema kwamba wapo wanaigiza na wengine wanashonea watoto wao makanzu wakitamani kwamba mtoto mm -hmm. wangu akuwe hivi baadaye awe padre. Ni vyema watoto wetu tuwafundishe kwenda kutumikia kanisani, wavae nguo za watumishi mm -hmm. washike chetezo wafanye nini, lakini mambo masuala haya ya kuigiza eh, tuyaache na kuna kuigiza lakini vile vile kujifanya, tumekuwa tukisikia mtu anajifanya ni padre, sijui alikuwa sijui furateli gani huku akafukuzwa baadae anaenda pale. So, jamani mi ni padre sijui na nini, anaadhimisha misa kabisa hilo ni kosa kubwa eh, graviola delicta. Alafu vilevile uadhimishaji vile, eh, uliokatazwa wa sadaka ya misa takatifu, hiyo Ekaristia takatifu, pamoja na wahudumu wa jumuiya za Kikristo wasio na ushirika wa kanisa Katoliki. Hiyo umeipata? Nimeipata bwana. Kama mtu hana ushirika na Kanisa Katoliki, hata kama yeye ni mchungaji wa kanisa fulani, hawezi akapanda pale hatareni naye akanyosha mikono pale wakati wa mageuzo. Hiyo haipo, atapewa nafasi yake kule atakaa, lakini pale hatareni ni, ma, ni, ni mapadri wenye ushirika na Kanisa Katoliki waliowekwa wakfu kwa mujibu wa utaratibu wa, wa kanisa, Kanisa Katoliki. mm -hmm. Kwa hiyo hatuna ushirika katika jambo hilo, katika mambo, masuala ya maadhimisho mm -hmm. Kwa hiyo endapo wewe pade utamruhusu yule mtu ni kosa katika adhimisho lolote lile. Tunapenda tuna, tuna, tuna ushirikiano na madhehebu mengine, lakini tunataka kuja katika kipengele hiki tunasema, jamani, hapa hiki kinatuhusu sisi tu. Nadhani inabidi tukupeleke kwenye akina Redemptionis Sakramenti kwenye dikasterio uh, to hey, inabidi upeleke kwa hey, kwenye akina dikasterio hii hey, dikasterio ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya maadhimisho matakatifu na nidhamu kwa sababu umekiuka. mm. vile vilevile kitu kingine ni kuweka wakfu e, spishi moja e, si tuna, tuna spishi mbili ndiyo. Tuna mkate na divai Ndiyo. Sasa pale unasema ah, hakuna sababu ya kuweka lani tu unageuza tu tun, mkate bila kugeuza divai, divai. Mm -hmm. Hilo ni kosa kubwa. Kwa hiyo hata kama unaenda kwenye maadhimisho, bahati mbaya ukawa umesahau divai siku hiyo, hakuna misa, wasali tu ile ibada bila padi na waendelee, lakini huwezi kugeuza kitu kimoja. Ino ni kosa kubwa. Hapo nitauliza swali. Karibu sana. Uh, tunatumia mkate na divai hata, uh, sijawahi kusikia Mm -hmm. Iwe mbadala kwa sababu nyakati za Yesu ilikuwa na mikate. Ndio, ndio. Uh, yani kwamba product ya ngano pamoja na divai alifanya hivyo. Ndio. na akasema fanyeni hivyo kwa kumbusho wao. Kama kuna maeneo ambapo hakuna divai, hakuna mkate Ndio, ndio. wanafanyaje? Eh, vile vilevile kama ulivyosema wakati wa Yesu Ndio. walitumia mkate na divai Ndio, ndio. wakati wa Yesu wale walikuwa nafuga kondoo, walikuwa na chinjeni. Kwa nini asingechukua nyama moja kwa moja akachukua mkate <laughs> au nataka seme, hakukuwa na vinywaji vingine akana tu divai. Kwa hiyo huu kwamba Yesu alitumia kitu kile, ina maana yake katika maisha. Ndio mm -hmm. maana kanisa kani linasisitiza tunabakia hapo hapo, sio nini? Tuna kokakola sio? tuna juisi ya, ya, ya, tende sio nini? Hakuna, lazima tuendelee na Yesu alivyotuamuru sio kwa katuletea juisi ya tende hapa kanisani, hapana. Hivi ndivyo <laughs> tunavyoweza kufurahia mambo ya nyumbani kanisani kwetu. Kuna mambo mazuri ajabu. Umeona zuio na makatazo yaliyowekwa na Kanisa Katoliki ni muhimu sana kuna adhabu pia kwa wanaoweza kukiuka utaratibu wa kanisa. mm -hmm. Tufuate utaratibu ili tuweze kupata baraka na kutunza mambo ya Kanisa Katoliki. Asante sana, tunaendelea. Hebu tuone wajibu na majukumu mbalimbali -mbali katika utunzaji wa hii sakramenti ya E, ukombozi. Maaskofu wana wajibu gani? Maaskofu wana wajibu wa kudhibiti liturujia chini ya utaratibu, chini ya Kiti Kitakatifu na katika majimbo yao. Kwa hiyo askofu ndio anayeangalia. Kama kuna kitu chochote hakiendi vizuri, askofu ata lazima anawajibika, askofu wa jimbo mahalia. Kwa hiyo wote mapadi wote wanaoadhimisha, awe watawa wa jimbo wote, askofu ndio mwangalizi Mm -hmm. Na kila adhimisho la Ekaristi linaloongozwa na, na, na askofu na kwenye jimbo lake, anaweza kuweka sheria fulani fulani kwa ajili ya kulinda, kulinda hili fumbo kuu, hili fumbo kuu la Ekaristi isi likachafuriwa. Mm -hmm. Askofu vile vile wa jimbo ana haki ya kusimamia liturujia ya nyumba za kitawa ambapo waamini wanahudhuria. Kwa hiyo kwenye nyumba ya kitawa eidha wawe ni watawa wakiume au wakike, askofu watahakisha kwamba kama kuna waamini wanakuja pale kuwadhimisha, je, mna, mna, mna, mna sari kwa kadiri ya utaratibu wa kanisa au mnaetata? Saa nyingine mna mambo eh, mambo yenu, mtakatifu wetu alikuwa napenda kitu fulani, mnaingiza mambo yenu kwa hiyo askofu anayo mamlaka ya kuingilia na kuona kwamba mambo yanaenda vizuri katika shirika pia, katika shirika na katika nyumba za kitawa za kita, nyumba nyumba, maana mnapokuwa shirika kwa ujumla wake ni rahisi kulikontrola, lakini mm -hmm. Nyumba saa nyingine wanaweza wakawa na mambomambo mambo yao wakawa wanafanya mambo yao, kwa hiyo lazima, eh, lazima aangalie. Maaskofu wa majimbo vilevile wanapaswa eh, kuhakikisha kwamba ndio tegemeo la waamini katika mambo haya ma, waamini wataleta watale, ma, wa, ma, malalamiko kwamba kuna jambo fulani halikutekeleza. Kwa hiyo maaskofu lazima wahakikishe, wa mapadri nao lazima nao wana wajibu wa kuadhimisha kwa kadiri ya taratibu, na ubunifu ubunifu usiohitajika mm -hmm. unazuiwa. Mapadri lazima e, wasiingize mambo mambo yao ambayo yanaharibu yanaharibu utaratibu, utaratibu Utarati. Vile vile kuna waamini walei waamini walei wana nafasi yao, lazima washiriki, tunasema ushiriki hai katika vitikizano, katika zaburi, katika nyimbo, katika hata miondoko, kama ni kupiga magoti, kama ni kukaa chini, ni kusimama, ni kufanya nini, lazima e, yote hayo ni e, ni, ni, ni wajibu wa waamini walei, lazima wazingatie hayo. Kwa hiyo katika huo umoja sasa wa maaskofu, mapadre, waamini wawelei, ndio litujia yetu inakuwa inapendeza vizuri na inaenda kwa kadiri ya utaratibu. Lakini baba mi hapa bado hivyo, unataka kuuliza? Ndio, ndio, katika eneo hili la kwamba umakini ndio wa kufuata sheria mm -hmm. na taratibu, kwamba mapadri nao wanapata shida. Utakuta muumini anaweza kaamua kaenda tu kwa askofu, si analijua, ili kwamba askofu ndio kiongo, ndio Kichwa. Ndio, ndio, e, anaenda kwa askofu bila hata kuuliza au kuwasiliana na padri mwenyewe kwa nini amefanya mm -hmm. hivi labda hilo kuna utaratibu wa kupeleka ma, ma, ma, ma, maoni kwa askofu, sio kwamba sasa kwa sababu ndio hivyo kila muumini sasa anafunga safari ngongongo askofu, kuna hili askofu na hili si mtamuua tam, askofu kwa pressure siku mbili tu. Kwa hiyo kuna taratibu, kuna halmashauri walei, kuna kamati mbalimbali mbali. Eh, kuna halmashauri ya walei kigango jimbo, kuna utaratibu wa kukusanya hayo maoni, na askofu ana utaratibu wake vilevile vile wa kufuatilia jambo. Sio kwamba ukisema pade huyu hafai hafai kwamba mara moja, kuna taratibu <laughs> kama hizo tuzingatie. Baba, tuna, tuna, tuna tumefikia tamati na la kumwambia muumini eh, kwamba eh, wito wangu ni kwamba tuendelee kuitunza hii sakramenti ya ukombozi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 Hivi ndivyo tunavyotamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Mambo ni mazuri kweli kweli, umejionea mwenyewe kwamba hata wewe muumini, kwamba una nafasi kubwa katika kanisa, na tunapaswa kwa pamoja kutunza mambo yetu ya kanisa Katoliki. Shukrani sana kwako kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Nasisitiza tukawe kitabu kwa wenzetu. Asante sana ndugu Simon Peter pamoja na kaka Joseph, uh, Joseph Peter kwa kuwa nasi hapo nyuma ya kamera kutufanya mambo yetu kuwa mazuri kweli kweli. Sina ziada. Mimi ni Sista Savina Makonde, tulikuwa na baba yetu Baba Kio, baba yetu aliturujia Tanzania. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.